Asante kuendelea kuwa nasi. Leo tunaendelea kuwaletea zile zilizojiri pale kwenye shamba la vita tangu asubuhi ya leo, pale maeneo ya Katogota ambako vita vilitanda tangu asubuhi kabisa. Ilianza e, tangu asubuhi ya leo ambapo vijana e, wazalendo wakishirikiana jeshi la taifa FARDC pamoja na jeshi la Burundi E, na kuanza kushambulia moja kwa moja katika maeneo mojawapo wa vijiji vile ambavyo vilikuwa vikishikiliwa na na hao wahasi na wa M23 au M23 maeneo ya huko Katubuta, maeneo ya Nyangezi, maeneo ya Luvungi na kule Kamanyola, na hata katika njia ya kuelekea Kamituga pia palionekana usalama mdogo kabisa tangu asubuhi ya hii siku ya pili ambapo kulimilio ya risasi kulisikika hapa na pale kwa ajili ya vita vilivyoanza tangu asubuhi ya leo leo. Jasho naam, naam, lilikuwa namna hii. Hapo ni msantre kwa Andre, hapo ilikuwa tangu majira ya saa nane usiku ndipo mambo yalianza kubwayabwaya, ambapo kulikuwa tishio za silaha nzito nzito, zilianza kusikika katika maeneo mbalimbali, haswa katika vijiji vya huko eh, ndani ya barabara nzima kuelekea eh, maeneo ya huko eh, vilimani, haswa katika vijiji vipatikanavyo ndani ya barabara ya kwenda huko Kamituga. Kilipokucha asubuhi saa kumi na mbili asubuhi kabisa, na moja kwa moja zikajikita silaha nzito nzito, pia zikaanza kusikika katika maeneo ya Katogota, ambapo jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo walishambulia kijiji hicho cha Katogota na kuanzisha vita kwa hali iliyokuwa ya kasi sana, na moja kwa moja wakafaulu kuweka kwenye udhibiti wa vijiji mojawapo. Kamanyola Katuguta kwa sasa viko mikononi mwa wazalendo na FRDC e, na hadi sasa hali ya usalama hajakuwa ni nzuri zaidi kwa kuwa milio ya risasi inasifika hapa hapana pale, na hali ilikuwa ni namna hii tangu asubuhi wakati e, jeshi la wazalendo na FRDC walipofika katika kijiji cha Katuguta, Ilikuwa ni shangwe na vigelegele kwa raia, na watu wote walionekana wakiwa barabarani wakisherekea hali hiyo, Mama. Kwa balanga hapo nyumba na lungulo kwa Andre, uone sasa. Kamanyola yuko Andre hapo, kwa pasi kwa pasi hapo ni msantre Ndwa ho kwa Andre pale kwa Andre watu wanakufa. Watu wanakufa kwa kwa Andre pale. Jama, twende jama. Watu wanakufa kwa Andre ku santre hapo. Hapo ni musantre kwa Andre hapo. Oho. Santre hapo kwa Andre watu wanakufa wanasukuma. Ilikuja kuonekana kwamba katika purukushani hilo M23 waliacha baadhi ya vyombo vyao kabisa vya kazi na kukimbilia katika maeneo mbalimbali, na miongoni mwa vyombo vyao kulikuwa vyombo vya kivita ambavyo viliweza kushikiliwa moja kwa moja, na kwa sasa vinapatikana kwenye mikono ya jeshi la FARDC na wazalendo. Huku kuna tetesi zingine ambazo zinasema kwamba kulikuwa jenerali mmoja ambaye aliweza kushikiliwa huko maeneo ya Kamanyola. Kwa sasa hali inabaki kuwa tete motorola <totipos> nde motorola ya wazalendo na FARDC toza likoloand

Hata hivyo vita bado vinaendelea, tutaendelea kukujuza kile ambacho kitakachokuwa katika maeneo hayo kwa kila siku, endelea kujabone na kuendelea kufuata matangazo yetu ya moja kwa moja ambayo yanakujia kutoka ndani ya mji wa Kamanyola.